Naam, uhali gani mfuatiliaji wa 360 Nea TV? Je, karibu tena katika uwanja huu wa burudani, uh, habari, michezo pamoja na siasa kwa ujumla. Basi leo bwana tuko na package nzito sana. Tuko na story kumhusu mwanadada uh, mfanyabiashara pia mwenye ushawishi mkubwa sana katika mitandao ya kijamii ambaye anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Niffer. Niffer anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kosa la kushawishi uvunjifu wa amani. Bana, uh, subscribe kwenye channel yangu ya YouTube hapo 360 on air. Uh, ukishafanya hivyo basi ni kitendo cha kiungwana na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu ambapo kila tutakapokuwa tunatoa. Uh, iko hivi. Naam, baada ya jeshi la polisi kuthibitisha kuwa jioni ya hapo jana linamshikiria mfanyabiashara Jennifer Jovin Niffer, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro ametaja tuhuma zinazomkabili mfanyabiashara huyo mwenye ushawishi mkubwa wa mitandaoni kuwa ni pamoja na kutuhumiwa kujihusisha na kuhamasisha watu kufanya fujo siku ya kupiga kura. Naam, kwenye mahojiano na mwandishi Pasco Makioma, uh, wa Ayo TV, Muliro amesema tuhuma nyingine ni tuhuma za kuhamasisha watu kuchoma vituo vya mafuta, anatuhumiwa, anawatuma uh, watu kuwashambulia maafisa, maafisa wa polisi, kumradhi na vitendo vingine ya vurugu kwa njia ya mtandao na njia nyingine mbalimbali mbali, ambazo tunatoa ushahidi wake mahakamani. Na kwa sababu hizo, baada ya kufuatilia, amekamatwa na jeshi la polisi na anahojiwa. Je, yeah, una swali lingine kuhusu Niffer ambaye alikuwa unamuelezea? Swali kwako ni mfanyabiashara, kwa jeshi la polisi ni mtuhumiwa. Amemaliza hivyo Kamanda Muliro. Yes, lilo tunavyozungumza sasa hivi uh, mwanadada Niffer uh, yuko mbaroni uh, yuko kwa kesi hiyo ya tuhuma nzito hizo za, za kuweza kushawishi uvunjifu wa amani, na wamesema kwamba uh, taratibu zote zitaendelea katika mahakama na uh, kutaka kujua jinsi gani inavyokwenda na, na tuna sauti hapa ya kamanda Muliro wakati alikuwa anazungumza na, na ndugu mwandishi uh, basi tunakwenda kuachia hapo na utaweza kusikia vizuri limnadi uh, uweze kutambua uh, ni swala gani ambalo limemfanya mpaka nifa kushikiriwa mpaka hivi sasa na jeshi la polisi. Habari, hii hapa ni 360 OnAir. Basi bwana usiacha kusubscribe channel yetu na ukifanya hivyo utakuwa umefanya jambo la busara sana na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu kila ambapo tunakuwa tunatoa. Na mlikuwa nami all the time, uh, naitwa Mocha 360. Karibu kwamba mfanyabiashara Niffer anauzaga vipodozi duka lake liko maeneo ya Sinza kumekucha. Kwamba kuna watu wamemchukua pale siku ya leo majira ya saa nane. Polisi wamemkamata. Ndio. Wala sio watu polisi. Sema polisi wamemkamata. Mi ndio nakwambia. Na ni kwa tuhuma zipi kamanda? Au kwa ajili ya ishu gani kamanda? Anatuhumiwa kujihusisha na kuhamasisha watu kufanya fujo. Ndio. Siku ya kupiga kura, siku ya uchaguzi mkuu. Ndio. Anatuhumiwa na kuhamasisha watu kuchoma vituo vya mafuta. Anatuhumiwa ku, kuhamasisha watu kuwashambulia maafisa wa polisi na vitendo vingine vya vurugu njia ya mitandao na njia zingine mbalimbali ambazo tutatoa ushahidi wake mahakamani. Na kwa sababu hizo ndio kamanda, baada ya kufuatilia, mm -hmm, amekamatwa na jeshi la polisi na anahojiwa, ndio kamanda. Na labda kamanda, mbali ya una swali lingine, mbali ya tuhuma hizo, kamanda, kuna watu wengine ambao pia mnawashikilia kutokana na tuhuma hizo. Una swali lingine kuhusu Niffer ambaye ulikuwa unamwelezea? Hapana kamanda, kwako ni mfanyabiashara kwa jeshi la polisi ni mtuhumiwa.